Mheshimiwa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa, wajumbe wa kamati kuu ya CCM, katibu wa Nake Organization na mwenyekiti wa taifa, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, mwenyekiti wa CCM wa wilaya, kamati za siasa mkoa na wilaya, wagombea wetu wa ubunge, wagombea wetu wa uruwani, ndugu wana CCM, ndugu wananchi Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nianze na kuwashukuru kwa mapokezi makubwa sana tuliopewa na wanakinondoni, mimi na wenzangu, asanteni sana. Nilikuwa namkumbusha mwenyekiti wa sisimu wa mkoa pale, zamani nilipokuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya sisimu ya mkoa, lakini pia halmashauri kuu ya sisimu ya wilaya ya Ilala. Tulikuwa tunabishana bishana sana sisi, Ilala tulikuwa tunasema Ilala ni Dar es Salaam, Ilala ni na Kinondoni. Mlipoona maneno yamekuwa mengi, nyinyi mkasema Kinondoni ni Tanzania au sio? Sasa leo nimeona mapiga, nimeona hongereni sana Sasa sijui bado siku hizi iko hivyo hivyo, kwamba Ilala ni Dar es Salaam na Kinondoni ni Tanzania, au kuna mabadiliko eh? Kinondoni bado Tanzania? Eh, ni Tanzania, eh. Sasa mimi nitakusema kishabiki, maana nikisema kishabiki itaniletea shida, maana kule Ilala ni kwetu Ilala, kwe, Ilala ni kwa, maana kwamba wazazi wangu wanapatikana Tabata, alafu mimi kwangu nimgweni hapo ii bana, kuna kwetu na kwangu. Kwetu kwa Kingoni, kwangu Ilala, kwetu kwa hapa pia ndiko nyumbani. Mnasemaje hapo eh? Sasa nitumie nafasi hii pia kuwapeni salamu za rais wetu mwenyekiti wa CCM wa taifa mgombea urais kwa tiketi ya CCM Daktari Samia Suluhu Hassan, mnazipokea mnazipokea, mnazipokea? Rais Samia amenituma niwaambie anawashukuruni sana kwa ushirikiano mkubwa mnaotoa kwake na Chama cha Mapinduzi, lakini pia nawashukuru sana kwa ushiriki wenu kwenye kampeni za uzinduzi wa kampeni mwezi wa 8 tarehe tarehe 28, ambazo zilivunja rekodi, lakini ushiriki wa Kinondoni ulionekana wazi wazi. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wanakinondoni kwa shughuli za maendeleo mnazozisimamia kikamilifu sana. Katika takwimu za mapato katika nchi yetu zinazotokana na kodi Kinondoni ni ya pili kitaifa, ni ya pili. Kwa hiyo tunasikia fahari kuwa wakazi uwabi, wa wapi, wa Kinondoni, sehemu ambayo ina heshima kubwa kwa nchi yetu kwa sababu ya mchango wake kwenye maendeleo ya nchi yetu. Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana mbunge ndugu yetu Tarimba Abbas. Kwanza ameongea vizuri sana kuhusu utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Ameongea vizuri sana kuhusu mambo yaliyofanikiwa na baadhi ya changamoto zinazotakiwa kufanyiwa kazi. Lakini nataka niseme, Mheshimiwa Tarimba Abasi ni mmoja wa wabunge wa mfano katika nchi yetu. Kila mtu anajua. Ukitaka mtetezi wa bunge, wa, wa, wa, wa jimbo la Kinondoni utasikia Tarimba, msemaji wa Kinondoni. Tarimba Abasi yeye amekuwa mtetezi wa kweli na msemaji wa kweli wa watu wa Kinondoni, na amekuwa daraja la mahusiano kati ya Samia Suluhu Hassan na Kinondoni kwa kweli tunamshukuru tunamshukuru sana. Ameeleza mambo ya maendeleo katika jimbo letu, na mimi kwa uchache sana nitasema yale ya kitaifa yaliyofanywa na serikali ya rais Samia Suluhu Hassan. Moja ya mambo muhimu sana ambayo rais wetu amefanya, alipochaguliwa miaka minne na miezi sita iliyopita kuwa rais wetu, kila mtu alikuwa na hofu kila mtu alikuwa na mashaka na mashaka yalitokana na ukweli kwamba tulikuwa tumefiwa na rais mchapakazi. Watu wakasema, je, huyu naye atakuwa mchapakazi? Amefanikiwa kujibu kwamba naye ni mchapakazi, naye ni mchapakazi. Wakati anapokea kijiti cha ja kuongoza nchi yetu, uchumi wa nchi yetu ulikuwa unakuwa kwa asilimia 4 nukta nane kwa mwaka. Leo uchumi wa nchi yetu unakuwa kwa asilimia tano nukta sita. Makofi kwa Rais Samia. Lakini wakati akipokea madaraka ya kuongoza nchi yetu, uchumi wa mfumuko wa bei katika nchi yetu ulikuwa asilimia tatu nukta sita tatu nukta, lakini katika kipindi kifupi cha uongozi wake mfumuko wa bei umeteremka mpaka asilimia tatu nukta moja asilimia tatu nukta. Maana yake ni kwamba kiwango cha bei za bidhaa kwa wananchi, kinachopanda, bei inayopanda kila siku ni ndogo mno, ni ndogo, ni ndogo mno. Ni tofauti na kwamba leo ukiamka, kilo ya sukari shilingi elfu moja kesho kilo elfu mbili kesho kutwa kilo elfu tatu hakuna mabadiliko ya hovyo hovyo namna hiyo katika Tanzania toka Rais Samia amechukua madaraka. Uongo kweli? Ndio. Rais wetu anafanya kazi kubwa ya kuwapigania wananchi wa kawaida. Kitu kinachompa usingizi Rais wetu ni kuona wananchi wa kawaida wanaishi maisha mazuri, wanaishi mashi, maisha yanayotabirika, maisha yasiyo na hofu. Huyo <coughs> ndio Rais Samia Suluhu. Sasa lakini vile vile katika kipindi kifupi cha miaka minne na nusu iliyopita rais wetu ameboresha mno miundo mbinu yetu. Nyinyi ni mashahidi wa barabara zilizotengenezwa Kinondoni, ni mashahidi wa mabarabara yanayotengenezwa Dar es Salaam nzima, kila sehemu kuna shughuli inaendelea. Uongo kweli? Lakini pia nyinyi ni mashahidi wa upanuzi wa barabara katika maeneo mbalimbali lakini pia nyinyi ni mashahidi wa flyover. Lakini vile vile kasi ya matengenezo ya barabara za mwendo kasi kila mahali, na wakati mwingine mpaka tunaona kero jinsi ambavyo foleni zinaongezeka kwa matengenezo ya mwendo kasi, kweli. Lakini baada ya dhiki, baada ya dhiki, baada ya dhiki faraja. Ni barabara zetu za mwendo kasi zitakapokamilika, mabasi yatakapopatikana yote ya kutosha, Dar es Salaam itakuwa na amani tele katika usafiri hapo vipi? Lakini vile vile, rais wetu amefanya kazi kubwa sana kitaifa ya kupigiwa mfano. Amefanya kazi kubwa ya kupigiwa mfano kwenye eneo la afya. Zahanati mpya zilizojengwa katika nchi yetu ni 2894 kwa miaka minne tu, kwa miaka minne lakini vituo vya afya vilivyojengwa ndani ya miaka minne peke yake ni 667. Hapo vipi? Lakini hospitali za halmashauri za wilaya katika miaka minne na nusu zimejengwa 119, 119. Lakini wakati rais Samia madarakani, anaingia madarakani, wakati rais Samia anaingia madarakani, miaka minne na nusu iliyopita, hospitali zilizokuwa na kipimo cha CT scan katika Tanzania nzima zilikuwa tatu tu, zilikuwa ngapi? Leo Tanzania ina hospitali ishirini na sita zenye kipimo cha CT scan. Makofi kwa rais wetu. Lakini pia rais wetu kipenzi, kwa miaka minne na nusu, kwa miaka minne na nusu, ameweza kujenga shule za msingi mpya, shule za msingi 2783 lakini pia ameweza kujenga sekondari mpya elfu moja mia tatu na sitini na sita. Makofi kwa rais. Lakini kwenye eneo la maji, rais wetu pia amefanya kazi kubwa sana. Wakati anaingia madarakani, kila katika Watanzania mia moja wanaoishi mijini ni Watanzania 80 tu walikuwa na uhakika wa maji safi na salama. Leo hivi kila katika Watanzania mia moja wanaoishi mijini watanzania tisini wana uhakika wa maji safi na salama. Lakini kwenye maeneo ya vijiji vyetu nchi nzima, wakati rais wa Samia anayeingia madarakani ni, ni kila katika watanzania mia moja ni watanzania sabini walikuwa na hakika ya maji safi na salama. Leo kila katika watanzania mia moja watanzania themanini wa vijijini wana uhakika wa maji safi na salama lakini rais wetu pia ameleta mafanikio makubwa katika michezo, mafanikio makubwa katika mafanikio makubwa katika katika michezo mmesema e, nini? Goli la mama, goli goli e, mnalijua goli la mama wote, sio? Ni utaratibu wa hamasa ambao rais wetu aliubuni ili kuongeza hari ya wachezaji wetu. wachezaji wa timu zote wa Azamu, wa Simba, Wayanga, wanapoingia uwanjani kwenye mechi kubwa kubwa, wanakuwa wanajua kwamba wakifanya vizuri watapata nini? Watapata nini no mama. Kwa namna ya pekee ameonyesha nia na hamasa ya kuinua michezo nchini, lakini vile vile aliweza kusimamia, kuratibu na kufanikisha mashindano ya AFCON kuletwa Afrika Mashariki, ikiwemo Tanzania mwaka 2027 na a na naye atakuja hapo vipi? Lakini habari ya pekee kwetu nzuri ni kwamba uwanja wa mwenge ambao unajengwa uwanja huu utatumika katika mazoezi wakati wa mashindano ya AFCON. Hapo vipi? Hapo vipi? Hivi mbunge wenu ni mshabiki wetu gani? ni Yanga eh? Umanguka she imoye alikuwa anajitetea, anasema ye hey, mwaka mzima anakuwa yuko Yanga, ila mwezi mtukufu anakuwa Simba moye. Uzuri e, wake tuna rais mwana michezo anayependa michezo, tuna mbunge anayependa nini kwa hiyo Kinondoni inapenda nini? Kinondoni inapenda michezo. Kwa hiyo hapo tunayo Kinondoni tunayojivunia, au sio? yeah. Sasa katika miaka mitano inayokuja ilani ya chama cha mapinduzi inasema nini? Katika miaka mitano inayokuja ilani ya CCM, kwa ufupi, mambo yaliyodhamiriwa kufanyika katika miaka mitano inayokuja, la kwanza tumesema tutaboresha mazingira ya wafanyabiashara wetu wakubwa na wadogo, ili waweze kufanya biashara katika mazingira mazuri, waweze kufanya biashara zenye tija, biashara zisizo na usumbufu, biashara zenye kutabirika, biashara zenye kutabirika. Hatutaki wafanya biashara wafanye biashara katika mazingira yasiyotabirika, hujui kesho utafukuzwa kesho utakimbizwa, kesho hatutaki mambo hayo. Tunataka wafanye biashara, wafanye katika mazingira tulivu. Hapo vipi? <coughs> Lakini vile vile tunataka katika miaka mitano ijayo turasimishe biashara ambazo bado hazijawa rasmi. Tufanye biashara zetu zitambulike kisheria, tufanye biashara zetu zikopesheke. Hapo vipi? Lakini vile vile katika miaka mitano inayokuja Rais Samia Suluhu Hassan amesema kwa msisitizo, amesema kwa nini? Kwamba mikopo ya halmashauri ya asilimia kumi iwafikie walengwa, iwafikie. Raisi amesisitiza mikopo ya halmashauri ya asilimia kumi sio kwa ajili ya matajiri, sio kwa ajili, sio kwa ajili ya matajiri ni kwa ajili ya vijana na wanawake wanaojitafuta, kwa ajili ya vijana na wanawake wanaojitafuta. Waliojipata waendelee, sio wao tunaowahitaji. Sasa ko Rais alipoona kwamba mfumo uliokuwepo unaleta upendeleo na uafikii watu wanaojitafuta, Raisi aliusimamisha utaratibu wa mikopo na umetengenezewa utaratibu mpya sasa, ambao unafuta upendeleo, unafuta unafuta ubaguzi, unafuta na unafikia walengwa, unafikia walengwa. Sasa hakutakuwa tena na ubaguzi, hakutakuwa na upendeleo, na waliokusudiwa na serikali ya CCM watafikiwa. Rais kwa jambo lile kaonyesha mapenzi makubwa kwa wanaojitafuta kwa sababu tunatamani kila mtanzania awe na uwezo wa kujitegemea na kuendesha familia yake. hapo vipi? Nia yetu ni kila mtanzania kufikia hatua ya kiwango cha kati cha maisha yake. Kila mtanzania aone fahari kujitambulisha na Utanzania. Lakini kwenye eneo la barabara katika miaka mitano inayokuja Ilani ya CCM imepanga mambo mazuri kwa Kinondoni, imepanga mambo mazuri. Na mimi mambo yaliyopangwa na Ilani ningependa niyasome kama yalivyoandikwa kwenye Ilani yetu, niwasomeni siwasomee, na yako mengi, ni kwa sababu mbunge wenu amesumbua sana kutaka mambo yaweze. Kwa hiyo nitasoma machache, nitasoma la kwanza Kuanza ujenzi wa barabara ya juu flyover katika makutano ya barabara ya eneo la Mwenge. Hapo vipi mnaitaka hiyo makutano eh? Wanawatambia sana eh, basi irani ya sisi hivi inakwenda kuwanyoosha au vipi? Lakini vile vile kuanza ujenzi wa barabara nyingine ya juu ya flyover kwenye makutano ya Hassan Mwinyi na Kinondoni yeah. Lakini pia kuanza ujenzi wa barabara nyingine ya juu ya flyover kwenye makutano ya barabara katika eneo la Magomeni yeah. Lakini pia ujenzi wa miundombinu ya barabara za mabasi yaendayo haraka awamu ya sita utakaounganisha barabara ya Mwaikibaki, Mwaikibaki na Kigogo, lakini pia upanuzi wa barabara ya Tegeta Bagamoyo kilometa 57, lakini pia kujenga kwa kiasi cha lami barabara za ndani zenye changarawe au vumbi kilometa 97, kilometa tisini. Lakini vile vile kufanya ukarabati wa barabara za ndani kuhakikisha zinapitika wakati wote. Sasa mmesikia kiwango cha mambo yaliyoandikwa na ilani, na kama tungelegea, kama tungefanya nini, tungelegea? Jinsi mbunge wenu alivyokuwa nasumbua, karibu aseme tuweke radi kwenye kila kibaraza cha mtu nyumbani kwake ba adabaya, kusema kweli, katika wabunge ninawajua wasumbufu waliopitiliza. Mbunge wenu mmoja wao, na mimi natamani nimwambie Tarimba, wewe usha kuwa mtu mzima, punguza kutusumbua wenzako, au si apunguze? Apunguze, apunguze.

Tarimba we. Tarimba we. Kwenye eneo la maji, kwenye eneo kwenye eneo la maji na lenye, nitasema kwa kifupi sana, tuliyokusudia kufanya. La kwanza tumekusudia kufanya upanuzi wa mtandao wa maji wa maeneo ya Hananasifu, Mwinjuma, Makumbusho, Mzimuni, Magomeni na Kijitonyama. Hapo vipi? Lakini vile vile tumekusudia uunganishwaji wa maji. Mpaka sasa hivi kaya za Kinondoni zilizounganishiwa maji ni laki nne na elfu kumi laki nne na elfu tunataka ndani ya miaka hii mitano tuongeze kaya zingine ili zifike laki nne na elfu sitini na tatu. Wapo vipi? Lakini vile vile tunakwenda kuanzisha mradi mkubwa wa maji Rufiji ambao utaleta maji yake kwa asilimia sabini yatakuja mkoa wa Dar es Salaam na Kinondoni. Lakini vile vile tunakwenda kuimarisha mfumo wa mawasiliano wa DAWASA ili watu wajue wakati wote, wenye changamoto za maji watu wajiandae, lakini pia watu wenye wa matatizo waweze kutoa taarifa DAWASA na zishughulikiwe kwa haraka. Hapo vipi? Inondoni oye! Inondoni oye! kwenye eneo la afya, kwenye eneo kwenye eneo tunakwenda kuongeza upatikanaji wa vifaa tiba kwenye hospitali zetu, lakini vilevile tunaenda kuimarisha kuifanya ya kisasa hospitali ya wilaya. Lakini vilevile sasa hivi tunazo zahanati 25, kwa usumbufu wa mbunge wenu, tunakwenda kuongeza mpaka 31. tuna vituo vya afya tisa, navyo hajarizika, navyo tunaenda kuongeza mpaka kumi na tatu. Mzee huyo unarizika mzee, lakini pia tunakwenda kuongeza ujenzi wa nyumba za afya, nyumba kwa ajili ya watumishi wa idara ya afya katika wilaya ya Kinondoni. Hapo vipi kwenye shule zetu, kwenye eneo la elimu? mmesema kwenye eneo ya elimu, hamtaki tuongeze kitu? hamtaki tuongeze kitu kwenye elimu, tuongeze? Aa, sasa nimefahamu, kumbe alivyo king'ang'anizi mbunge wenu na nyie. Sasa hivi Kinondoni ina shule za msingi themanini na tano tunakwenda kuongeza mpaka tisini. Sasa hivi Kinondoni na shule za sekondari 36 tunakwenda kuongeza mpaka 39. Lakini vile vile kwenye shule za msingi zilizopo sasa hivi yako madarasa 1263 tunaongeza mpaka 1371. lakini vile vile kwenye shule za sekondari sasa hivi kuna madarasa 818 tunakwenda kuongeza mpaka 988 <coughs> <coughs> CCM oye! CCM oye! Sasa yote itakayofanyika kwenu, we niendelee <coughs> <coughs> au tuishie hapo? Kumbe uwanja mzima umejaa matarimba! yeah! uwanja mzima umejaa, uwanja yeah! mzima umejaa yeah! ah, umetisha sana wana Kinondoni! yeah! <coughs> lakini jambo lingine tulilokusudia kuliimarisha katika miaka mitano inayokuja ni upatikanaji wa nishati mbadala. mm -hmm. nishati tunakwenda kuongeza hamasa ya watumiaji wa nishati mbadala, badala ya kutumia kuni na umeme, watu watumie gesi asilia gesi. Mpaka sasa hivi watu wa Kinondoni wanaotumia gesi asilia katika matumizi yako kama mapishi ni asilimia sita. Kila katika watu mia moja wa Kinondoni, watu sita wanatumia gesi asilia. Nia ya CCM ni kwamba katika miaka mitano inayokuja kila katika watu wa Kinondoni mia moja watu hamsini watumie gesi asilia. Hapo vipi? Ili kufikia malengo hayo, miundombinu ya usambazaji wa gesi asilia itaongezwa, lakini pia vyombo vyetu vya moto tunahamasisha vitumie gesi asilia na ndiyo maana katika kipindi cha miaka mitano ijayo tunakusudia kuweka vituo vipya vya gesi asilia kwa vyombo vya moto kumi na tano katika wilaya ya Kinondoni, hapo vipi? Lakini nisitoke bila kulizungumzia jambo lililoongelea mbunge wetu la kuboresha makazi yetu, la kuboresha, mbunge amesema Nyumba zetu nyingi hazijapimwa, nyumba zetu nyingi hazina hati za kumiliki ardhi. Mbunge anasema, anaomba kwa msisitizo, CCM ikirudi madarakani isimamie wenye nyumba wapimiwe nyumba zao na kupewa hati zao. Je, mbunge amewasingizia? Ndiyo mlichomtuma au mtuma? Mtuma, mtuma, ni kweli mlimtuma, mlimtuma, mlimtuma. Basi nataka niwahakikishie kwamba miaka miwili mitatu iliyopita mbunge alilisemea hili bungeni. Alisemea wapi? Aliomba sana watu wake wa Kinondoni wapimiwe nyumba zao, wapimiwe na kupata hati na ni kutokana na kilio chake na wenzake, ilani ya CCM imelitaja jambo hilo kwamba wananchi wapimiwe maeneo ambayo hayajapimwa na wapewe hati zao katika miaka mitano. Kwa hiyo hilo limechukuliwa na litatekelezwa, limechukuliwa na lita, limechukuliwa na litatekelezwa. CCM moye! CCM oyee! CCM oyee! Sasa, kabla sijamaliza, kabla sij kabla sijamaliza nitambulishe watu wachache, alafu nimalizie. Naomba diwani wa kata hii aje taratibu, Mheshimiwa Diwani, taratibu. Mheshimiwa Diwani, naomba si, wasalimie wananchi, uombe kura zako na za madiwani mhoye. Mama Samia, Mama Samia, Dr. Nchimbi. Asante sana uh, Dr. Nchimbi kwa nafasi hii. Kwanza nikishukuru kisukuru chama cha mapinduzi kwa kunipa nafasi ya kupeperusha bendera ya chama chetu kwa upande wa madiwani kwa kata ya Kinondoni. Nakushukuru sana na wananchi wa kata Kinondoni, tunaahidi kwamba tarehe 29 Oktoba tutahakikisha tunakipatia Chama cha Mapinduzi kura za kishindo, kwa upande wa madiwani, kwa upande wa ubunge na upande wa rais. Tunasema haya kwa sababu Chama cha Mapinduzi miaka mitano iliyopita, chini ya Dokta Mama Samia Suluhu Hassan, mambo mengi imefanyika ndani ya kata yetu ya Kinondoni. Tupige makofi kwa Mama Samia, huduma ya afya, elimu, miundombinu.